nafasi kubwa ya kukisoma na kuhifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu mtaani. Tunashughulia mashindano ya Qur'ani katika ngazi tofauti, yapo mashindano kundi zote zinakuwa zinajaa na viwanja vinajaa, na kama utachelewa, basi unaweza kuishia nje. Hili ni jambo la kufariki sana, lakini sababu napambwa ni jambo la kufariki, kuna mambo ya kujifunza na kuzingatia na kunasihiana katika hili. Kuhifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu hiyo ni hatua ote lakini huyafanyia kazi yale ambayo ya tunahifadhi ni hatua ya pili, ambayo ni kubwa zaidi. Sasa nianze kwanza kwa kutoa pongezi kwanza kwa washiriki wote watakaopata zawadi na hata wale ambao hawakupata nafasi za ushindi. Binafsi naona wote ni washindi, kwa mazingira tunayoishi leo hii, kijana kuwachana vishawishi vyote akaelekea katika kuhifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu, japo kwa sura chache, japo kwa juzu chache, huu ni ushindi mkuu. Ndio maana anasema wote ni washindi sawasawa, umepata nafasi wa kupata zawadi au kupata hiyo nafasi, wewe ni mshindi. Kwa hiyo nasaha zangu kwa vijana wetu, isitokee mtu akakata tamaa kwa sababu alipata nafasi ile kuachana kuwachana vishawishi leo hii ukaelekea Qurani, tayari wewe ni mshindi. Swala la zawadi lilepagili unaandikwa herufi moja moja, kila herufi unaandikwa jambo moja, na kila jambo moja sana sana ni kumi. Maana yake kwa kusema tu alif la mim tayari na thelathini. Sasa kuna uongezaji mkubwa kama huu, juzu 30 zipo kichwani, unasoma kila wakati, unakusanya kiasi gani? Kwa hiyo pongezi kwa walimu, lakini ninasaha kwa vijana wetu kwamba wamepewa mtaji wa Pongezi zangu pia vile vile nilosefe, nao toto bas, kwa wazazi na walezi kama nilivyosema kuligoni tunaowishinao nishawishi vingi sana mzazi akulezi kumsimamia mtoto mpaka kahifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu kuifanya kazi iu sana. Basi hiyo ni changamoto na chacho kwa wazazi wengine ambao vijana wetu akupata nafasi ya kushiriki, basi na sisi tuhakikishe tunawasimamia vijana wetu wakisoma sana kitabu cha Mwenyezi Mungu pia vile vile, ni wapongeze washiriki na wadau wadau, maana yake ni sisi sote, ambao tunaalikwa, lakini tuliohudhuria katika mashindano haya na mashindano yanayofanyika maeneo mbalimbali hapa duniani. Kwa upande wa majaji, naona na kazi kubwa kwa namna vijana a kusoma ni kazi kubwa kweli kweli, na mchangulia kusema kwamba kuhifadhi kwa Qurani ni hatua ya kwanza. Alipata kusema ni maasa hifadhi ya Qurani, kuhifadhi Qurani si kuiaz z ni kuhifadhi yale wakasema ipo hatua ya pili, ambayo ndio kubwa zaidi, kile kilicho kifadhi basi na tukakiishi. Lakini pia kwa washiriki pamoja na wazazi na walezi, hebu tuongeze jukumu walio shiriki mashindano hayo kumi na moja katika juzu tatu isiyo tena mwakani, wa shiriki juzu tatu tena hizo hizo. Alipata kusema moja kati ya salafu sali aliwewa Man tasaba yauma, amepata hasara hiya. lakini pia nitumie fursa hii hili nimezungumza na wengi waliopata nafasi ya kuzungumza hapa kuhusiana na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na hasa hasa katika kundi hili la mwisho kwamba tunaitafuta aaa ndugu zangu Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi kuntu yani sisi nyinyi mmekuwa umati bora umati bora uliotokea kwa ajili ya watu wengine. Akataja sababu tamona maarufu taaananiuga sababu sisi kuwa umati bora ni kwamba tunaambisha menda, tunakataza mabaya. Lakini hebu natujiulize, kuna umati zilizokuwa kabla yetu kwa maelezo yake mwenyewe Mtume anasema umri wa umati wangu ni kati ya sitini na sabini ni wachache sana. takoauaa walikuwepo watu wameishi miaka elfu moja na zaidi, miaka mia nane na miaka mia tisa akifariki mtu na miaka mia tatu wanasikitika kwamba wakifariki kijana. Fanya tathmini

na mwenzako aliishi miaka mia nane, bila shaka kafanya hivyo hivyo, bila shaka lazima a. Lakini kwa mapenzi makubwa ya Mwenyezi Mungu kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akatupa zawadi hii, zawadi ya ummati Muhammad ya Lailatul Qadr, usiku ambao ukipata tawfiki ya Mwenyezi Mungu ukakukuta ukifanya ibada ya aina yoyote, ya malipo yake ni zaidi ya miezi elfu moja maana yake ni miaka mia themanini na tatu na miezi minne. Jaalia umelijua hili, umeanza kuitafuta Lailatul Qadri kwa miaka na miaka na kujikita katika kumi lote la mwisho, nikisema katika

aliyoishi miaka mia nane, aliyoishi miaka elfu moja. Kwa uu siku moja tu kila mwaka kwa miaka elfu kumi, unawazidi aliyoishi miaka elfu moja. Maanake kama una miaka ishirini, unaitafuta leo Lailatul Qadri, na kwa utaratibu kwamba kumi lote la mwisho unatenga muda wa Aza tayari wamekwisha wazee walioishi miaka mia na walioishi miaka elfu moja. Sasa ndugu zangu katika imani na saha zangu, baada ya kuyaambiwa haya, hatuna sababu ya kuzipoteza fursa hizi. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, kullu umati ya jana, umati wangu wote wa peponi isipokuwa wakatae tuonyeshe. Na ndugu zangu, kwa kumalizia namna ilivyo pepo ya Mwenyezi Mungu kwa utukufu wake, haingii peponi mwenye dhambi hata mmoja. Kauli kama inakatisha tamaa, lakini nakatisha tamaa, inatupa changamoto, inatuhamasisha. Haingii peponi mwenye dhambi hata mmoja, kwa utukufu wa pepo ya Mwenyezi Mungu. Sasa Mwenyezi Mungu kaleta fursa mbalimbali za kufutiwa madhara tunafika kwa Mwenyezi Mungu tukiwa hatuna dhambi hata moja na, na tutaingia peponi bila ya hisabu, kama tutazitumia vizuri fursa alizotupa Mwenyezi Mungu. Zipo fursa za kila siku, zipo fursa za msimu. Katika fursa hizo za msimu ni fursa hii ya Ramadhani, na fursa kubwa ni hiyo ya Lailatul Qadr. Ilivyo hali, siku ya kiama tutasimamishwa katika uwanja maalum, uwanja wa hesabu kutoka hapo ni kuelekea maeneo mawili, na hasa hasa leo nilikuwa kuelekea eneo moja tu, peponi. Kutoka uwanja wa hesabu na ilipo pepo katikati, ndio kuna shimo la jahana na kuna njia ya kupita ambayo ni Sirati, na ambayo ni nyembamba kuliko mwene, watu watapita hapo. Kuna watu ambao wa walizitumia fursa vizuri hapa duniani watapita katika Sirati, kufungwa na kufungua tayari kupusha fika peponi. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwao. Kuna watu kupita kwao kutoka uwanja wa hisabu kwenda peponi, watakwenda kwa mwendo, nasema mwendo mdungo, mwendo wa taratibu taratibu. Sirati yenyewe ipo juu ya jahanamu, maana yake mtu malayku utasafishwa kama kama inavyosafishwa dhahabu. Dhahabu inasafishwa kwa moto, inachoma mpaka mwisho ndio ipate safi. Sasa na sisi tuingie peponi, kama hatutatumia vizuri fursa zilizo hapa duniani, basi tutakwenda kusafishwa na fursa ya mwisho. Mwenyezi Mungu atuepushe na fursa hiyo, lakini kwa kusitumia vizuri fursa zilizoko hapa duniani. Kwa hiyo kuna watu watapita ja taratibu, huku wakiungua madhambi na mnono katika jehanamu lakini kuna watu hawatafanikiwa kuvuka, watatumbukia katika jahannam. Ni katika Waislamu watatumbukia katika jahannam kwa kuwa madhambi yao ni mengi, hawa watakwenda kusafishwa huko. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yahrudu finnari qala la ilaha illallah, hatukaa milele motoni yule aliyetamka la ilaha illallah. Maanaake aliotamka shahada, lazima atakwenda peponi, lakini baada ya kusafishwa Neno alimtumia mtume swalla Allahu alayhi wasallam hata ukaa milele maana kesi sisi ni sura ya 3. Wala sio miaka miwili mitatu, ni miaka kadhaa lakini ndio itakuwa milele. Dugu zangu, neno hili neno zito sana. Yaani neno kukaa moto ni wiki. Mwenyezi Mungu anasema, wa inna yawma 'inda rabbika ka alf sanati mimma ta'lamun. Ukiambiwa wiki kwa hisabu za Mwenyezi Mungu, siku moja sawa sana na miaka 1000. Kwa hiyo ukiambiwa kama moto ni wiki moja una miaka saba ya kusafishwa katika jahanna. Sasa ndugu zangu, ili tusifikie huko tutumie namba ya mwisho kabisa ni alfa. Sasa kama namba ya mwisho kabisa ni alfa, kwa hiyo Mwenyezi Mungu alikusudia alfa. Alikusudia zaidi ya alfa. Alizungumza hivi kwa sababu watu wengine namba ya mwisho ilikuwa ni alfa. Na kweli katika lugha ya Kiarabu namba ya mwisho ni alfu. Neno milioni si neno la Kiarabu. Milioni kwa Kiarabu ni alfa alfa. Ukitaka kusema milioni tatu ni thalathatu alfa alfa. Ukitaka kusema milioni